Kufuatia barua ya kaimu mkurugenzi wa manispaa ya Mtwara Mikindani kuwataka wananchi waliojenga nyumba zao katika kiwanja namba moja hadi 149 Kitalu A Litingi kata ya Mitengo kuondoa nyumba zao kwa hiari. Wananchi hao wameiomba serikali kuwasaidia kupima maeneo hayo, kwa kuwa ni maeneo yao halali. Wakizungumza na waandishi wa habari, baadhi ya wananchi wa eneo hilo wamesema wamerithi maeneo hayo kutoka kwa mababu zao, na hawana mahala pengine pa kuishi huku baadhi yao wakiwa ni wazee wameeleza masikitiko yao tumepokea barua kutoka kwa kaimu mkurugenzi wa manispaa ya mtwara mikindani ndugu maiga jamhuri ya muungano wa tanzania ofisi ya rais tawala za mikoa na serikali za mitaa halmashauri ya manispaa ya mtwara mikindani novemba 14 2025 taarifa kwa umma ilani ya kuondoka kwenye kiwanja namba 1 hadi 149 kitalu A litingi Barua hizi zaidi ya leo hii tatu mpaka zingine zikatufikisha mahakamani. Ndugu Rais, ninasema hizi barua hizi zote hizi, tunatishiwa sisi au tunaambiwa tuhame, tubomoe majengo yetu. Mimi mpaka sasa hivi ninaambiwa nije nibomolewe hapa, nihame. maji yako hapa, wanachama hawa zaidi ya mia mbili, na hii kwisha tayari, wako hapa, watoto wanasoma wako hapa, sisi wanatusakama hapa. Tunaomba sisi utusikize hizi kelo zetu, unapotuona hapa tuko kwenye jua kila siku, hatulali usingizi, mala askari, mala ntie ndani, mala hivi. Sasa tunaomba ikiwa kama mimi mzee wa sehemu hii ya Litingi, ulifuta hati kwa naba wananchi, lakini wananchi hawa mpaka leo hawako kwenye ile eneo, kila siku wanakuwa tu kufukuzwafukuzwa tu. Kwa Mheshimiwa Rais, tunaomba kama ulivyoweza kufuta hati na ukakabidhi eneo hilo kwa laia na leo tu tamko kwa wananchi kwamba ile eneo wapimiwe viwanja vyao waweze kuishi kama familia, watu wengine tuasikitika sana. Mheshimiwa Rais, eneo hili hapa lina miundombinu yote, lina maji, lina umeme na maeneo yako vizuri, na wananchi wanaishi hapa vizuri. Mheshimiwa Rais, ninakuomba mimi, mjumbe wako wa serikali ya mtaa kupitia Chama cha Mapinduzi, wanaelekea wapi? Umeandaa kitu gani? Wanaenda wapi? na kama kauli ame amechukua tu mkurugenzi mwenyewe kujiamulia, basi Mheshimiwa Rais, liangalie vizuri, kwao kurugenzi nao pangia mikoani waweze kufanya kazi inavyotakiwa wasifanye kazi kwa matako wanavyotaka wenyewe. Hili swala sisi tuko hapa kwa muda mwingi, kama mimi ndiko hapa zaidi ya miaka 30 sasa, na nimezalia na familia yangu hapa, naishi, watoto wanasoma wanaenda shule, na serikali alituona katuletea umeme na vitu vingine, na hapa sisi hatukuvamia kama wanavyofikiria wao wanavyosema. Sisi si wavamizi, haya ni maeneo yetu, asili ya wazazi wetu. Hili swala sisi mpaka tunafikia hapa, tumefuata taratibu zote za kisheria, wakuwa wilaya, mikoa, kama watatu wa kwanza alisema, nataka huyo mwekezaji muniletee hapa ili aongee na wananchi tujue yeye ni amelipataje, kwa sababu sisi hatukumuelewa, kwa sababu uwezi kumkabidhi mtu eneo sisi wenye wa wamiliki wa ile eneo hatufahamu hatu. Kwa hiyo baada kutoka ye, ya kutoka yeye akaja mwingine akatoa agizo, na wapeni miezi mitatu huyu mtu mtafute, imekuwaje mpaka sasa hivi kama analimiliki? Mbona amelitelekeza ndani ya miaka 30? Akawa anatupa ushirikiano na alituelekeza tuwe na imani katika wakati mgumu. Kwa hiyo baada ya kukamilika kwa u, u ubatilisho wa hati mamlaka husika kutuletea sisi, maana yake sisi tutakuja kupima, tutawamilikisha nyinyi viwanja. Tulichoshangaa sisi hatukumuona mwekezaji. Kutokana na hali hiyo, je ni ipi kauli ya mwenyekiti wa mtaa Mnazi Mmoja kata ya Mitengo Bwana Saidi Isa Mpondomoka kuhusu wananchi wake kuondoka kwenye eneo hilo, na hapa anaeleza. Hiyo swala linafahamika, sio mficho. Sasa hivi leo watu wamejenga, tumpeleka huduma, unawambia watu wabomoe majumba, notisi ya siku kumi na nne hii haiko sawa kwangu. Mimi kama mwenyekiti wa serikali ya mtaa, hii haiko sawa. tunataka tumbebeshe mama mzigo, Mama Samia hayuko hivyo. Mi nilimwambia kusema tuwaangalie wale watu na tumepeleka huduma za serikali pesa za serikali tumepeleka umeme kule walea, tumepeleka maji ya tasafu. E, na mimi katika utawala wangu nakutawala mpaka kule, tuangalie watu wale tunawafanyaje. Lile eneo ni jingi na sio lolote lililojengwa. Sasa tunapowaambia wao waondoke, wabomoe, waondoke, haya eneo limerudi mikononi mwa serikali. Serikali si ndio wananchi eh? Tukae chini tuangalie watu wale tunawafanyaje, sio tukusema wabomoe, waondoke. Kauli mimi nimpeleka tu samazi kwa kuwa imetoka ngazi za juu, lakini mimi sijakubaliana naye. Upendo TV imefanya jitihada za kumtafuta kaimu mkurugenzi wa manispaa ya Mtwara Mikindani Bwana Rugembe Maiga ambaye aliandika barua ya kuwataka wananchi hao kuondoa majengo yao kwa hiari, na hapa anaeleza. Kimsingi eneo lile lilipimwa miaka ya 90 na kumilikishwa kwa mara ya kwanza kwa mtu anaitwa Marijani Aridadi. Kiwanja kile kilipangwa na kupimwa kwa matumizi ya huduma za hoteli. Pale hapakuwa hapa maeneo kwa ajili ya makazi ya watu kuishi. Kwa sababu eneo hilo limekuwa ni ni eneo ambalo haliendelezwi kwa muda mrefu, kwa wananchi walivamia, wengi wao wakaanza kujipa umiliki ambao haukuwa halali, yaani mtu anajipa umiliki juu ya ardhi ambayo inamilikiwa kisheria, wakaanza kuuza, wengine wakawa wanajipatia fedha kwenye ardhi ambayo tayari imemilikishwa na ina matumizi tofauti na wanachokifanya wao. E, tumefanya tumefanya tumefanya tumefanya, tumefanya jitihada kubwa kuanzia mwaka 2018 2019 na, kumi na nane, kumi na tisa. Viongozi wengi wa serikali na chama wamekwenda pale na wametoa kauli, eneo hili ndio linamilikiwa kisheria na mtu, mnachokifanya hapa ni kinyume cha sheria. Wakuu wa wilaya wote waliopita hapo wamefika pale na wametoa kauli kwa wananchi wale, wakiwataka wasifanye chochote na wajiandae kutoka kwenye eneo lile, lakini pamoja na na na na, na, na maelekezo ya viongozi, bado wananchi wale waliendelea kufanya kukaidi na kuendelea kufanya uendelezaji unaouona pale. Au wahusika wakuu walioshiriki kuuza ardhi ile kwenye eneo ambalo limemilikishwa, walikamatwa kwa kuuza ardhi inayomilikiwa kisheria, na walifunguliwa kesi ya uhujumu uchumi na walikiri kwamba ardhi sio ya kwao, na nakala za hukumu zipo, walikuwa wanaweza kujipatia fedha kwa njia za udanganyifu. Na tarehe 29 mwezi wa 3 2024 likatoka tangazo la serikali likionyesha Mheshimiwa rais amelivia ardhi ile ifutie umiliki kutoka kwa ile kampuni ya Secom na kurejeshwa halmashauri. Kama mnapojua, eneo lile lilikuwa eneo kwa ajili ya shughuli za uwekezaji na ndio mipango ya manispaa kwamba eneo lile endelee kutumika kwa, kwa shughuli za uwekezaji pale pale pale kupangwa e, e, e, makazi ya kuishi kuwa ni eneo maalum kwa shughuli ya uwekezaji, kama ilikuwa na mazingira yake. Ni eneo ambalo liko pembeni ya bahari, imezungukwa na bahari pande mbili na kadhalika, kwa tangu wakati ule linapangwa na kupimwa nilipanga kwa matumizi ya aina hiyo. Kulikuwa kuna nyumba chache sana mle, nafikiri si nyumba tatu. Tukija kwenye sheria yetu ya mipango miji namba nane ya mwaka 2007 au sura ya 355, hakuna uendelezaji wowote unaoruhusiwa katika eneo la mji bila kuwa na idhini ya upangaji kote. Ya kwanza ni lazima hicho unachokiendeleza kiwe kinaendana na mpango halisi wa eneo hilo. Idhini ya pili ni lazima uwe na kibali cha ujenzi wa hicho unachokijenga pale. Nikiripoti kutoka mkoani Mtwara.